Kwa sasa anayekisimamia na kukiendesha chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ni makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche, baada ya mwenyekiti wake taifa Tundu Antipas Lissu kutiwa nguvuni na rasmi. Muda huu tumepata taarifa ya kwamba mheshimiwa John Heche amefanya uteuzi mzito sana. Amewateua rasmi Amsterdam and Partners LLP, kampuni ya kisheria inayomilikiwa na wakili msomi Robert Amsterdam ambaye ni wakili na mwanasheria wa kimataifa wa Tundu Antipasilisu. Ifuatayo ni barua ya makamu mwenyekiti wa chama hicho kwenda kwenye ofisi ya Amsterdam and Partners LLP kuhusu uteuzi huo. Hebu tuisome barua hii ili tujue kwa kina uteuzi huo unahusu nini na kwa nini Chadema imeamua kuwateua Amsterdam and Partners LLP. Kutoka nambari ya nyumba 31, mtaa wa Daima Mikocheni, sanduku la posta 31191, Dar es Salaam, Tanzania. simu mabano 022 2668866, faxi mabano 022 2668866, barua pepe info at chadema.or.tz, tovuti www.chadema.or.tz tarehe 25 mwezi wa sita mwaka wa 2025. Kwenda kwa Amsterdam and Partners LLP 601 Pennsylvania Avenue NW, jengo la kusini, gorofa ya tisa, Washington DC 20004, Marekani barua pepe info@amsterdamandpartners.com tovuti www.amsterdamandpartners.com. Yahusu uteuzi rasmi wa Amsterdam and Partners LLP kama wajumbe wa kisheria wa Chadema. Waheshimiwa wanasheria, kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, naandika barua hii kuwatambua rasmi na kuwateua Amsterdam and Partners LLP kuwa sehemu ya timu yetu rasmi ya washauri na wawakilishi wa kisheria. Kama chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema kwa sasa kinakabiliwa na mateso ya kisiasa, unyanyasaji wa kisheria na jitihada za kimfumo za kukandamiza sauti za kidemokrasia. Mwenyekiti wetu wa taifa, mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, pamoja na viongozi wengine wakuu, ni walengwa wa mashtaka ya kisiasa yenye lengo la kuzuia shughuli halali za kisiasa. Kutokana na uzito wa hali hii na athari zake katika nyanja za kanda na kimataifa, Chadema inatambua hitaji muhimu la msaada wa kisheria wa juu wenye uwezo na heshima ya kimataifa. Hivyo basi tunajivunia kuwakaribisha rasmi Amsterdam and Partners LLP katika timu yetu ya kisheria mnaidhinishwa rasmi kuwakilisha CHADEMA katika masuala e, ya kisheria yanayohusiana na: moja, uteuzi utetezi dhidi ya mashtaka ya kisiasa Mbili, ushirikiano na taasisi za haki za binadamu. Tatu, utetezi wa viongozi wetu dhidi ya mashtaka yenye nia ya kisiasa uwakilishi katika taasisi na majukwaa ya kimataifa na kikanda, ikiwemo Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, mifumo ya Umoja wa Afrika na majukwaa mengine yanayohusiana. Tuna imani kubwa katika dhamira ya kampuni yenu ya kutetea haki, utawala wa sheria na misingi ya demokrasia. Tunatarajia kushirikiana nanyi kwa karibu katika kutafuta uwajibikaji, haki na ulinzi wa haki za msingi za kisiasa nchini Tanzania. Tafadhali pokea barua hii kama uthibitisho rasmi wa mamlaka na uwakilishi wenu kwa niaba ya CHADEMA. Wenu kwa dhati, John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Hii ndo imekuwa barua ambayo ameiandika makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, moja kwa moja kutoka mtaa wa Daima, nyumba namba 31, Mikocheni, jijini Dar es Salaam, nchini Tanzania kwenda E, kwenye ofisi ya Amsterdam and Partners LLP, ofisi ya kisheria inayomilikiwa na e, Robert Amsterdam ambaye ni wakili na mwanasheria wa kimataifa wa mwenyekiti wa chama hicho e, Tundu Antipasilisu ambaye kwa sasa tunafahamu ya kwamba Tundu Antipasilisu yuko Rupango akikabiliwa na e, mashtaka ama kesi ambayo kesi hiyo ina mashtaka mawili e, miongoni mwa mashtaka hayo pia limo shtaka la uhaini, ambapo anatuhumiwa kwa shtaka la uhaini ambalo ni shtaka kubwa ama shtaka la juu zaidi e, ambapo endapo ikitokea akatiwa hatiani, basi hukumu yake ni kunyongwa hadi kufa. Lakini pia haya yote akiwa yanaendelea, kama ambavyo barua hii ya ya makamu mwenyekiti John Heche kwenda kwa Amsterdam e, imejieleza e, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kinapitia kashikashi nyingi e, mitikisiko mingi ya hapa na pale, na ndivyo imekuwa, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tumekuwa tukifanya hivyo katika kuhakikisha kwamba tunakusogezea habari zote pindi zinapokuwa zimejiri ama zinapokuwa zimejitokeza hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa